Wewe mwananchi utaenda kwa dispensary, health center, sub county hospital, utaenda utibiwe, upatiwe dawa na mtu asikuulize pesa yoyote, wewe utoke hapo uende nyumbani. Ni katika hafla hii moja, vijana wa taifa la Kenya waligundua kwamba hakuna lisilowezekana. <coughs> Kaluma Boy ni kijana mdogo kutoka kijiji kidogo cha Chinga kule Odhaya Nyeri. Alianza maisha yake kwenye mtandao wa TikTok huku akionyesha wafuasi wake maisha yake ya kila siku akicheka, akicheza, lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na machungu. Baba yake Mzee Kaluma ambaye alikuwa akiishi na ugonjwa wa kiharusi yani stroke hali ya kiafya ambapo mtiririko wa damu kwenye ubongo unakuwa umesitishwa au kupungua. Wakenya kutoka pembe zote nchini pia vile vile wanatiktoka kutoka taifa jirani Tanzania, walimiminika Chinga kwa Kaluma na kijiji chake chote, walishuhudia mapenzi kutoka kwa familia ya TikTok. Vijana hao kupitia mitandao walichanga zaidi ya milioni kumi na sita kufadhili matibabu ya baba yake Kaluma tu. Kaluma Boy ama Vincent Kwangu ni kuambia wa Kenya asante kwa kunisupport, in, on behalf of my family, you are very grateful and be blessed. Na hapo ndipo vijana hao walipata wazo la kujenga hospitali kila kaunti, ambapo walikubaliana kuipa jina Gen Z Hospitals. Safari hii vijana hao wameleta wazo la kujenga na si kubomoa. Wameapa kubadili uongozi wa ukabila na uongozi wa wachache. Wameamua ni sharti taifa lisonge mbele, kwa kauli mbiu inawezekana. Kwa muda, Wakenya wameahidiwa hospitali na matibabu ya bure, lakini semi hizi huishia tu kwenye vinywa vya wanasiasa. Sub county hospital, wewe mwananchi utaenda kwa dispensary, health center, sub county hospital, level 4 outpatient, ile unaenda kutibiwa na kwenda nyumbani, utaenda utibiwe, upatiwe dawa na mtu asikuulize pesa yeyote, wewe utoke hapo uende nyumbani. Lakini safari hii vijana wamebadili mwenendo, sio tu nyimbo za kukashifu uongozi mbaya, bali pia wameamua kuchukua hatua mikononi mwao. Lakini je, litawezekana vipi? shughuli hii ya ujenzi inagharimu mabilioni ya kifedha, lakini kwa vijana hawa wameonyesha hari na ukakamavu, ambapo kwa mikakati yao wanasema ikiwa wanasema ikiwa Kenya kuna zaidi ya vijana milioni kumi na nane na kila kijana achangie shilingi mia tano tayari watakuwa na bilioni zaidi ya kumi na hivyo basi utakuwa ni mwanzo mpya na kunusuru wakenya wengi wanaotaabishwa na magonjwa kama vile kisukari, kiharusi, saratani na magonjwa mengine mengi. Kwa sasa kilichobakia ni kuona kama serikali itaunga mkono wa wazo la kujijengea hospitali ama watakumbwa na changamoto na vikwazo kutoka kwa serikali. Yeah. I mean uh, President William Ruto is currently building 70 hospitals being built by KDF. So, I mean, if TikTok can organize itself and do another modern hospital brilliant. Hospitals, such initiatives are welcome and that's a very brilliant idea. Kumbuka, hii ni Equalizer KE Media. Jina langu ni Kelvin Monene.